Ah, utoki sindo manake. Utoki. Na chai ya moto hii. Subutu uone, unimwagia chai wewe Mwanga, sikuogopi well. <laughs> Yaani unimwagia chai. Jaribu uone. Unasemaje? Sasa goja nikuonyeshe wewe mshenzi mmoja wewe. Inuka, inuka, inuka. Toka, toka. Mshenzi, chukua. Mshenzi mmoja wewe mtazame kwanza.

ala, mpumbafu huyu tena hapa. Hii ishakuwa balaa, watu wanatuangalia. Wa, wa, wa bwana, kanywecha yangu ndani. Shenzi wewe! Umaafu mona kama hauna hudi, sio kama nilivyokuzoea. Amna, niko tu kawaida. Enwy anyway, mi nimekuja hapa kwa ajili yako yani, nimekunisi vibaya Mhm. Mm Yaani we jimi, shida yako moja, ukija wewe na vitu vyako, unataka mimi kila siku ndio niwe nakutatulia, lakini mimi shida zangu mimi hutaki kuzisikiliza, taki kuzitatua, alafu jana nimekupigia simu nimekwambia nina shida, ndugu yangu kijijini anaumwa, naomba saidi kiasi cha pesa, umenikalia kimya, haujanitatulia sasa hivi unakuja hapa unaniambia eti joo, naomba nisaidie. Mi ndo nikutatulie? Hapana! <laughs> Ael, yani hakuna kitu kinanimwiza jo kama pale unaponieleza shida yako alafu nashindwa kuitatua kwa wakati Wewe, we mtoto wewe, ganda hapo hapo, nakuja. Unatoka wapi? tena unarudi nyumbani kwenu kwa kunyata, jua la saa saba mchana na kumbukumbu kumbu zangu zinavyonituma kwamba wewe ulitoka na uniform zimekamilika, hadi viatu viko wapi? Na kuta umerudi na nguo ya nyumbani, shati, sketi ya shule, haya ulivyovivaa, unatoka hapa mpaka kwenda huko shule, viko wapi? Na kwa nini sasa hivi muda wa shule bado, wewe sasa hivi uko nyumbani, tena unarudi kwa kunyata? Haya, umetoka wapi? Ni kweli uniniambia. Lakini nilikuwa sina kwa wakati ule na nilikwambia okay, basi nitakupa kiasi ambacho ninacho kwa sasa nakuomba unielewe na, na ukipokee. Sipendi kuona mimi unanungunika kila wakati tunavyokutana mimi na wewe unakuwa unanungunika juu. Yaani unanitoa kwenye modi kila siku, tunakuwa kama hatuko sawa hmm? Mm -hmm. Sasa katika mambo tulikuwa naongea, yaani hapa ndo nimaliza ndo maana nakupenda. Sasa sikiliza. Wewe Yes. Umenifurahisha kipenzi changu, umenifurahisha umenipa kitu roho inataka. Sasa washai furahi hapa tenze tuchomane, tukamalize moyo wangu mimi sina tena wa kumsokeza. Na ukiwa kaka bana, yani kaka, yani mimi hapa kichwa ni kinaniuma sana. Shule nipenye yani nilikuwa na lala tu, mwalimu akaniuliza, leti wewe leo vipi? Nikamwambia mwalimu, ni kichwa hapa kinaniuma sana mwalimu. Akasema anipeleke hospitali. Sasa kwenda hospitali, mwalimu akaniambia nipite kwake nibadilishe nguo. Unaona mimi nikawa na ngoza hivi, oh, oh. sikuwa najua Hasa mbona unarudi nyumbani kwenu kwa kunyata na ingali unasema unaumwa? Yani yani yani si yani yani, ah, nisamee mie maana mwenyewe sijafanya hivi kwa kusudi. Aya, tendo kalale unaumwa kichwa. Yani, kakangu hapo kichwani kinauma sana. Hebu njoo uone mwili ulivyochemka kwanza. So umeona? Hakweli. Umechemka siku ingia, unasema nisikufokee. Shida nae kaka, punguzaga ukali. Haya, usijali, twende kalale mdogo wangu. Pole Shazi Leo sijisikii kutoka kwao, hatutatoka kabisa. Eti Shazi dago, utaendelea kumfikiria huyu mwanamke mpaka lini? Na tayari ameshakwambia mwache huyu na maisha yake, na tayari vile siku ile avyotukuta amesema kila mtu afanye maisha yake. Sasa kwa nini bado unaendelea kumfikiria huyu mwanamke? Yani mimi nimekulalia hapo kifuani tena na kupapasa hicho kifua, nimekuja kwa mpenzi wangu, lakini bado tu namfikiria wewe mwanamke. Kweli Dago, ni hali tu ambayo inanikuta kwao, unajikuta nimemtaja, kwa sababu Shazi ni mwanamke ambaye nilimpenda sana. Kwa hiyo nitajitahidi kumsahau, mambo nisamehe. Nataka kupenda ila ofu. <tipos> Na ya hisi mapenzi. -hmm. Naona ni zaidi ya kitabu kilichojaa sifa zako ambazo ninazo hapa sio tu kwenye sura yako wala sio tu kwenye rangi yako wala sio shape. Ladha naipata kwenye chakula hiki, ndiyo ladha ile ile niliyoipata kwenye chakula nilichokula chumbani. Jo, nashindwa kukumaliza kupa sifa zako. Hakika, we ni mwanamke mrembo sana. Kwenye mapishi wewe ni fundi. Kifupi, nimeenjoy. Asante. Unaona sasa, yaani unanomba msamaha simple sana eti ni samehe. Kwa hiyo inamaanisha kwa kila utakavyokuwa unanikosea, yaani wewe ni simple sana mimi kuniomba msamaha, si ndio? Shazi ni mwanamke ambaye nilimpenda sana, kwa hiyo kwa sasa hivi nimeshaachana naye, niko na wewe kwa sasa oh. Mm -mm. Subira, wewe ndo mwanamke ambaye nakupenda kwa sasa, na yule tayari nishaachana naye na, na kuahidi, sitomtaja tena nikiwa na wewe. Naomba nisamehe basi. Mimi nimekusamehe, kaa vizuri, sipige magoti kwa hiyo sasa, baby, tunatoka? penda kutoka. Tunatoka kweli? Ami, ndio maana nakupendaga. Unapenda kudekadeka. Naba, nakwambia kitu, mpenzi wangu jemi Tuseme kama ni kitabu, ndo kwanza upo ukurasa wa kwanza na ukurasa mwenyewe upo mstari wa kwanza na mstari wenyewe hata robo hujafika. Mm-hmm, kingine unavyozidi kunifurahisha hapo ndipo na mimi nitakukabidhi kitabu chote, ili usome vizuri, kwa weledi, uelewe utani huu. <laughs> Wajo mm-mm. Basi huu ni wakati wa kula, be tule kwanza, alafu mama mwingine ataendelea Seya ni mefoli lavu sinojanja tena, karibu yangu mimi sina tena wa kumsogeza, na ukiwa mbali nami naweweseka Naogopa sije ndo kaondoka ukauacha moyo wangu wa nalia. Maumivu ya mapenzi yanatesa, unaweza ukapotea kabisa, licha ya mapenzi yangu pendo wangu ukoko, ukurasa wa mapenzi yangu. Moyo unajua nina shida, yaani nina shida mpaka imenifika hapa. Ukiona mtu mzima analia, ujue kuna jambo. Lecho, mimi kaka yako nampenda. Tena nampenda sana. Nimetumia njia za kila aina. Kaka yako anielewe, lakini hata haelewi wala haonyeshi dalili za kunipenda mimi. Mimi naomba unisaidie Lecho. Ukiwa na kaka yako, nitajetaje? Nisifie sifio, yaani sifa ziwe nyingi. Nikiwezekana kaka yako anioe. Yaani ukinisaidia hilo Yani utakuwa kipenzi changu cha roho. Yaani nitakupenda, unajua kukupenda. Lecho, mimi nakuomba. Ukiwa na kaka yako, nitajetaje taje, nisifie sifie. Tena naomba. Ikiwezekana yani mwambie kaka yako hata anioe mimi. Mimi ni mwanamke mzuri kwake. Kwa, kwa nini upendi mimi niwe wifi yako? Nina kasoro gani? Sina kasoro yoyote. Ukiweza hiyo kazi, nakuhakikishia nitakupa kila utakachokitaka. Chochote kile utakachoniomba mimi nitakupa. Naomba nisaidie hiyo kazi, yani nakuomba, yani unajua naku, nakuomba sana. Ana, mkono mtukufu mama ulambi. na ukitaka mimi niwacha wako. Sasa hapa, wewe si unataka kazi yako tu nikusifia, yani nikikaa na kaka ninakusifia, sifia tu yani nikikaa. Alafu mimi ana ukinipa kazi ya kusifia kwa kaka, awe mwenyewe utaipenda. Kwanza ulivyo kazuri karembo nini? Eh, ukaone kwanza. Hivi kaka anafeli wapi jamani? Mtoto kama wewe, alafu kaka analeta maringo kwako. Na kwa e, kwa kweli eh. Usijali, mimi nikikaa na kaka ondoa wasiwasiana na kuhakikishia, na ukitaka niwe cha wako mkono mfupi au ulichofanya lambwi. nadhani nyumba meiona nyumba ni kubwa, kiwanja chake ni kikubwa kama mnavyoona. Uh, unaweza kufanya kitu chochote unachokitaka katika kiwanja hiki, na tena una bahati kwa sababu sisi kazi kawaida yetu ni kujenga na kuuza, unaona. Ila kwa sababu umekuwa na uhitaji wa haraka haraka, uh, tukaamua tukuuzie, unaona. Nyumba ni kubwa, unaweza huku ukaamua uka, uka, uka kuishi mwenyewe huko, ukaweka wapangaji, unaona mm-hmm. Sawa, nyumba nimeiona na ni nzuri, nimeipenda sana. Alafu hata ukiangalia kiwanja chake pia ni kizuri, kuna nafasi nzuri ya, nimeipenda sana. Alafu pia nimependa na uaminifu wako. na sisi kawaida yetu ni kumpatia mteja wetu kila anachokitaka unaona. Basi e, kama mmelidhia, mi nafikiri tukafanya makabidhiano sasa. Wewe tena kuhusu hilo usijali. Yaani e, kuhusu hilo usijali kabisa. Tena nikuhakikishie, yani naanza leo. Mm, naanza sasa hivi usijali. Anza na hii. Weh. elfu mbili. E, yaani mimi kuongea tu hivi na nipe elfu mbili kweli? Ah jamani. Jamani. <laughs> yaani kesho shuleni watani koma. Sasa hiyo ni lasha lasha tu. Kuna kukuja huko? Tapata zaidi ya hiyo. Yaani mimi kukusifia, sifia tu unanipa 2000. Yaani naanza leo nakwambia, na naanza leo kukusifia. Yaani nikikusifia tu unanipa 2000. Ah, yaani leo kaka. Yaani leo atoki leo, yaani tunakaa naye, yaani kukusifia wewe tu. Yaani mimi nikikusifia tu kesho unanipa tena 2000. Si ndio hivyo? Basi kila siku ukiwa unaenda shule pita hapa. Wewe unapitia kila siku 2000. Sawa, mimi nimekuelewa mimi, nitakaa na kaka, tunaanza kukusifia wewe. Yaani kaka mpaka atakuoa tu. Yaani kukusifia tu kesho unanipa tena. Sawa, kazi yangu ufanye vizuri. Basi sawa, ngoja mimi ni, ni wahi kaka ni tu nikimkuta kaka, tunaanza yani kujadili, tunaanza kukuja kumjaza kaka yani mpaka atakuwa wewe. Haya basi sawa. Haya, Umeipenda? Ayaya, nimependa sana, ya mpenzi Na imba hukunalia mimi ulichofanya sio, naimba hukuna waza mimi ulichofanya sio, farisafa ya mapenzi jawai kueleweka e, na naangaika kukutafuta hivi, wapi umefichwa we, naimba hukunalia mimi ulichofanya sio naimba ukuna waza mimi ulichofanya sio barisafa ya mapenzi aijawahi kuelewekae nahangaika kukutafuta hivi wapi umefichwa we, ayee. Binadamu siyo malaika, hukosea. Mwanga, mambo? Ah, safi tu. Subila mzima, niko poa, za siku? Ah, mi namshukuru Mungu, niko fiti kalikiti kwei. <laughs> Ah, sema nini Subila, kila kunapokucha kwako unazidi kupendeza, yaani unakuwa mtamu hivi. <laughs> <laughs> <laughs> Amna bwana, mbona kawaida tu eh? Mbona siku hizi tukuoni mtaani kwetu, kuna nini? Ah, ni kweli. Si unajua tena, kila kunapokucha wanaume tunazidi kuchakalika, yaani majukumu yanaongezeka <laughs> kwa kweli. Au ushabwagana na Shazi wewe? Ah, hapana <laughs> kama umeshabwagana naye niambie, mi nitakuwekea mipango sawa, wala hata usijali mm. Hapana. <laughs> Tuko vizuri kabisa, mimi na Shazi, unajua hmm. Sema nini Mwanga? imba ukuna lia mimi ulichofanya sio imba ukuna waza mimi ulichofanya sio farisafa ya mapenzi ajawaikuelewekae eh. nangaika na kukutafuta hivi, wapi umefichwa? umefichwa we, naimba hukuna lia mimi ulichofanya sio, naimba ukuna waza mimi ulichofanya sio, barisafa ya mapenzi ijawahi kuelewekae, nangahi. Basi, ndugu zangu, nafikiri kiwanja mmekiona ni kikubwa na nyumba ni kubwa kama mlivyoiona. Uh, kinachofuata mimi nafikiri tufanye sasa makabidhiano ya kile kiasi ambacho kinatakiwa kwa ile nyumba na kiwanja. Kikawaida nyumba kama ile wakati tunauza kuanzia milioni 30 mpaka 25 uh. um, lakini kwa nyinyi mtalipia milioni ishirini na tano tuishirini mm, ishi yeah. Bebi, ishirini wapi boo malile utoe milioni ishirini ya nini? kiwanja chenye pale cha miguu ishirini kwa ishirini iwe nyumba hii. Milioni ishirini unafikiri padogo? Hadi tumenunua tumpa ni milioni saba. Tumemwongezea sasa sasana milioni kumi. <laughs> Jimmy, kama unaweza ukatafuta dalali ambaye anaweza akawauzia kiwanja kikubwa kama kile na nyumba kubwa kama ile kwa pesa hiyo mnayoitaka, mi nafikiri mtafute. Alafu madam, unayenunua ni wewe au ni huyu? Uh, ninayenunua ni mimi. Kwani nyinyi mnafahamiana? Sasa hivi mtaani kwetu kuna fununu ambazo zinaendelea e, waenga wanasema jogo lako halipandi mtungi. <laughs> Ila kwa sasa tuta elfu mbili. Sasa tunasema wewe husimamishi, yaani unajua hivyo vuzorota na viungo vyako vyote ndo vipo hivyo hivyo. aki ya <laughs> Mungu aya bwana Mwanga, baadaye <laughs> Tunafahamiana. Na ningejua mapema kwamba unayenunua ni wewe. Mimi nafikiri ningeongea na wewe. Huyu tusingemshirikisha. Nisingehusika vipi? Nisingehusika vipi Bwana Dago? Huyu ni mke wangu. Huyu ni mke wangu. Lazima ningekuwepo tu. Alafu sikiliza Dago, mimi nakufahamu vizuri sana. Wewe ni mpigaji mzuri sana. Sasa sisi kama ulivyochukulia sio hivyo. Sikiliza. Tafuta watu wa mwinde ndo wapige na lile gofu lako lile madam mimi nafikiri biashara imeshindikana kama ana dalali wake na kwa kuwa yeye ananiita mimi mpigaji atafute dalali wake atakayeweza kuwauzia nyumba kama ile na kwa kiwanja kama kile kwa hiyo pesa ambayo unaitaka. wewe uliwahi kuona wapi kiwanja kama kile nyumba kubwa kama ile ikauzwa milioni saba Alafu Jimi, siku nyingine ninapokuwa ninafanya biashara, sitaki utie maguu yako, sitaki ule anapokula twiga. Siku nyingine zitakuja kumwagika damu, ukiingilia biashara yangu, unalolota mwagika damu. Kelele bwana, hivi Jimi unajielewa kweli wewe? Kwa hiyo kiwanja kama kile ulitaka uuze milioni saba au? Hebu nisikilize my dear, huu unajue, ni, ah, ni dalali. Huu ni mpigaji na ndio maana katuleta hapa aje kutupiga. Na mimi nilikuwa najaribu kutetea pesa yako ujue. Tatizo lenu ninyi maskini, vitu vikubwa mnataka mnunue kwa bei ya chini, kila kitu mnahisi mnaibiwa Jo. Jo mpenzi wangu. Yaani kwa hiyo mimi kuitetea pesa yako limekuwa kosa? Eh? Eti kisa maskini kwa hiyo ninachokiongea hakina maana. Ningejua hata nisingekuja hapa. Bora tunazarurika sana, si maskini, hata ukiongea kitu cha maana inaonekana hakina maana. Aya nenda ukapigwe.

Naangalia uzuri wako asilia. Unajua nini, jo? natafuta sifa za kukuelezea, nakosa wapi pa kuanzia. ninachoweza kusema umekuwa kama zawadi kwenye maisha yangu, umenifanya nione dunia tamu. Hakika wewe ni mwanamke wa pekee kwenye maisha yangu My love. Najivunia uwepo wako kwenye maisha yangu, maana leo nimeulamba mzinga wa sari ile asilia kabisa kutoka Tabora. Nimeenjoy, nimeburudika na subutu kusema asante my dear, nakupenda nakupenda. Napokea. Hakika, mm -hmm. Haje mwanamke hodari, inatatuliwa na mwanaume hodari. Umefanya, nimeenjoi sana leo mpenzi, yani sio kula yani tu asali. Umefanya leo nimeenjoi sana mpenzi, yaani umeilamba asali pasavyo na sio kuilamba asali tu mekula mpaka sega lake, yani umefanya mpaka wanaumi wa nje. Naona kama kakazangu naupenda sana penzanu jini. Naona muda umeenda sana, twale okay. Okay.